naomba sana sote tuwe na spirit ya kuwajibika kama vile anavyowajibika mheshimiwa rais saa nyingine ukipiga simu saa nane au saa tisa unaambia mkurugenzi hayupo tena ofisini rais pale ofisini anakaa mpaka saa mbili au saa tatu siku nyingine jumamosi yuko pale sisi saa nane mtu hayupo tena ofisi. Naomba sana, yaani ili tumekuja kuzungumza kwa lugha nyepesi kabisa, tushirikiane kutimiza wajibu wetu. Suala la makusanyo tulilisema, kila pahala ambapo kuna possibility ya kukusanya fedha, hakikisheni tunakusanya fedha za serikali kwa wiki. Hebu mara hii tujipime, tujitahidi kifika mwisho wa bajeti. Kila taasisi aliyekusanya kidogo basi awe amefika lau asilimia themanini. Wale ambao naweza kufika mia ni vizuri zaidi, lakini kila pahala ambapo kuna single senti ambayo tunaweza kuikusanya tuikusanye, na tuweze tuikusanya. Tuna miradi mingi, tuna ahadi nyingi, zote zinahitaji fedha. Lakini kukusanya ni eneo moja, eneo la pili, matumizi mazuri ya fedha. Nilisema hapa, ukaenda ukiangalia fedha zinawekwa kwenye safari zinawekwa kwenye mafuta. Nadhani chief internal auditor yuko hapa mara hii, kwenye ripoti yake atatuonesha haya fedha zimelenga zaidi kwenye kitu gani, na bajeti tunayo kwenda kuitengeneza hapa kuanzia Machi, Mungu akipenda lazima i-reflect na haya ambayo tumeyazungumza from the beginning, itatusaidia sana. Ni matumaini yangu kwamba tutakwenda kutekeleza vizuri, na niwahakikishie mashirikiano kwenye maeneo yetu yote. Ni vyema tukafuata ule mtiririko tu, ile hierarchy. Peaneni taarifa, haiwezekani mkurugenzi unaijua taarifa, katibu mkuu wako haijui waziri wako haijui. Na kwenye vikao vyenu peaneni taarifa ya maendeleo ya wizara zenu. sa nyingine mtu mmoja akiwalikizo ndio ofisi na kolapsi, anasema lazima awepo fulani huyu. Ukiona hivyo, ujue kwamba huyu hawapi wenzake habari, taarifa hizi zinajulikana mmoja tu. Hichi sio kitu kizuri katika utendaji.